Karibuni sana kwenye ofisi za Selcom Pesa. Mm. Shukrani sana. Yes. Uh, kwa baadhi nishafika kwa wengine ambao hawajawahi kufika lakini mmekuwa mkipeperusha bendera ya Selcom Pesa sana. Hapa ndio makao makuu kwa Selcom na Selcom Pesa yake. Yes. Uh, na jengo uh, hili kwa maana ya floor hii tuliyopo ni floor namba nane ambapo ndo HQ. Um, then tuna floor nyingine namba 4 ambapo ndio Selcom Microfinance Bank benki yetu ilipo. Then tuna floor nyingine namba mbili ambapo ni so competitive, lakini pia huduma za masuala ya uh, customer support, marketing pamoja na sales na patikana namba mbili. Kwa hiyo Socom, hapa tulipo tuna floor tatu na ofisi zetu ndo kama hivyo namba mbili, namba nne kwa benki na namba nane makao makuu, kwa maana ya any other business tunafanyia hapa juu. Na kwa sababu nyinyi ni wanafamilia Socom, tukasema tusifanyie floor ya nne wala pili, tufanyie huku juu kwenye makao makuu. Yeah, yeah. Ili zile decisions zinazofanyika <laughs> yale maamuzi yote ya muhimu wanafanyikiga zaidi huku juu. Kwa hiyo ni bora na hivi vigoma na watarumbeta vikutanike huku huku juu. um, baadhi of course ya wafanyakazi hawapo, lakini baadhi yao ndio kama hao mnaona sura za wenzangu kule nyuma, hao wote ni team Sokom. Yes, number 2 yeah Um, so naomba nitoe kidogo ka historia so kompesa imeanza mwezi wa kwanza mwaka tatu, na ukaanza kuitumia kufanya miamala aina yote, lipa namba, tuma pesa um, lipa bili na miamala mingine yote inayojulikana. Kikubwa ni kwamba ina makato madogo kuliko, na kama mnavyofahamu, ukiingia sokoni huwezi kuingia kimya kimya unahitaji watu wa kusaidia kuweza kuchangamsha soko na product yako iweze kujulikana. Sisi tulipoanza tukamtafuta Lamata, na mnafahamu wengine, kwa sababu ndo timu Lamata, mkaibeba kipindi cha mwezi mzima wa kwanza, lakini amkuishia hapo. Mwezi wa pili tukaendelea na tukafanya na vitu vingine, na mwezi wa tatu huu tuko pamoja. Um, ni chuano Samia Cup Timu Lamata, mlialikwa na mkaalikika na, mka na mkafanya mambo mengi, mkavuruga social media zote hadi kwenye mazingira mengine, lakini mkaona haitoshi, mkasema tunaenda mbali zaidi. Siku ya semifinal uh, ilikuwa ni hatua semifinal ile, mkasema tunaongeza ladha zaidi, mkamleta Tupa jamani, sio ambayo tunafuatilia tukakutana nayo na tukaona makeke ya kocha hapa. Jamani, hilo jina siwezi kutamka. tupa tupa hiyo hiyo, niko nayo vizuri So, um, tukaona mambo yalikuwa anafanyika lakini kuwarudisha nyuma kwa sababu tulianza kazi kwa pamoja mwezi wa kwanza tuko wote, wa pili tuko wote, na hata Samia Cup ilipoanza Lamata akatujulisha tukasema, yes tuko na nyinyi. Nadhani mlikuwa mnafanya mnaizungumzia Selcom Pesa ilipoanza kabisa, mechi ya kwanza mlikuwa ndani ya nywele zetu pale za Selcom Pesa, na mbwembwe mbwe nyingi kama kawaida zenu, na tunawashukuru sana, kwa sababu kiukweli kupitia nyinyi mmetufanya soko linatujua kirahisi hata kabla tujaingia sokoni kwa kutumia media houses nyingine mbalimbali, ambao pia nao wanafanya kazi kubwa. Kwa hiyo ile nguvu yenu inatufanya tuendelee kushikana mikono na nyinyi, tunatufanya tuendelee kuwa kwamba chochote cha Lamata village na timu yake kwa ujumla, tuko na nyinyi, kidogo kwa kikubwa, tuko na nyinyi. Waswahili mlituita tukaitika, lakini tukaona mambo yenu aisee, mko vizuri <laughs> <laughs> Kwa tukasema sisi na nyinyi ni bega kwa bega. Selcom Pesa ni ya kwenu, na kwa sababu nguvu ambayo mnaifanya nyinyi sisi hatuwezi kuifanya hata robo yake, basi tutaendelea kuwa pamoja sana. Aa, tukirudi kwenye Samia Cup of course, ha, kimefanyika kilichofanyika, kocha akaweka nguvu yake, lakini pia tumeona matokeo yametokea, ametokea um, kama Selcom Pesa tukasema kwa jitihada zote ambazo mmezifanya, tusiishie tu hapo hapo mmeanza safari, mmefanya mambo mengi, na kama watu hawaongee naomba mimi niongee, jamani. mm -hmm. Uh, michuano ilipoanza tulikuwa tunaichukulia tu ah, unajua ni ile mm -hmm. tu bana ya kuburudishana maisha endelee, mwezi wa Ramadhani watu wapate sehemu ya kutokea jioni. mm -hmm. Lakini jinsi ambavyo mmeenda mkaibadilisha, sasa hivi kila mtu anaitazama na kuangalia nini kinaendelea leo, watu watakujaje leo, kitu gani kitatokea. Wakati naanza, tulikuwa tunaona kwenye picha na videos na baadhi, tulikuwa tunapita pita ule uwanja ulikuwa ujai, mnaona tu watu hapa na pale. Lakini hizi mechi za wiki ya mwisho watu wanajezana mpaka unajiona kwamba wanatafutana pa kuingilia na pa kukaa kwa, kwa sababu ya nguvu ya namna ambavyo nyinyi mliibeba na promotion style yenu. Kwa kweli uh, nastahili na pongezi timu ya kwanza mko <laughs> vizuri sana mm. Na kama wengine wazitoi sisi kama sawa kompesa familia yenu tunawapeni maua yenu, hongereni sana. So tunafahamu kama Samia Cup ilikuwa ina zawadi yake kwa mshindi wa kwanza mm. Tunafahamu kwamba tayari nyie hampo tena kwenye kinyang'anyiro hicho na, yeah. Tunafahamu kwamba leo jioni fainali zinafanyika yeah. Na sisi tukasema tunataka kutumia nafasi <clears throat> hiyo hiyo ya leo leo, wakati wao wanacheza jioni <clears throat> si tucheze mchana <clears throat> <clears throat> na tunachezea makao makuu yasokompe yeah. yeah. Na ndio maana tuko hapa yeah. Sasa Lois naomba fanya kazi yangu. Wao anacheza usiku sisi tunacheza mchana. Samosi. Wao anacheza usiku sisi tunacheza. Kumbe vya usiku vya mchana sio vya usiku. kwa sababu kwenye mashindano mlikuwepo, naweza mkanikumbusha zawadi ya mshindi wa kwanza ilikuwa ni kiasi gani? Basi mko na siokompesa, naomba niseme kwa sababu ya zoezi zima, namna ambavyo mmeweza kushiriki, yale ambayo mmeyafanya. Na kumbukeni, nimesema sisi ni wanafamilia. Tumeanza hii product ya Selcom Pesa pamoja, ina mwezi wa tatu ikiwa na timu jua kali na timu Lamata mwanzo mwisho, na kwa sababu mmeingia kwenye mashindano, tumewaona na mmekuwa na Selcom Pesa, fainali amjafika, lakini tumesema na sisi tunawapongeza, kile ambacho ningekipata kule baada ya fainali, si tunawapeni leo mchana huu <laughs>

Okay. Uh, kwa hiyo jamani, ni zawadi yetu kwenu uh, kama familia Soko Mpesa, timu jua kali, tunawapenda na tunawajali mno, tunawathamini kwa mchango wenu. Kwa hiyo tunatoa hii kwa ajili ya kuwafuta jasho, kazi kubwa mmeifanya. Leo jioni tutaenda kushangilia tu aliyeshinda. Haya, sisi zawadi yetu tunayo, na milioni 5 tunatamba nayo na pote tunayo. <laughs> Alright. Sasa kocha, sana, yes. Yeah. Kwa sababu kocha alifanya kazi kubwa sana hatua ya mwisho, naomba tumkabidhi yeye, atapokea kwa niaba. Bana si nianze kwanza na ile wakala, niko pekee yangu mie, nilio ukiwa nyuma, kuna ndugu zangu tena

Uh, kwanza niseme kama kocha koch kama koch Turpamovich, nina furaha kubwa sana uh, furaha zangu ziko mbili. Kwanza nashukuru uh, kwa kitendo cha kuchagua kuwa kocha katika mashindano haya uh, na sio mchezaji. Lakini pili nashukuru kwa matokeo yote yaliyotokea kwa sababu baada ya kutolewa dream team Lamata uh, Lamata Village uh, kupitia Lamata FC uh, entertainment na nyinginezo zote, wakaamini na wakaona juu ya uwezo wangu, kwa hiyo nikapata nafasi. Kwa kifupi sana nataka kusema uh, Lamata, una umekuwa ukisaidia furaha za watu, kwa sababu sio siri kwamba watu wamekuwa na misuguano mara nyingine, lakini mtu anaporudi nyumbani anaangalia jua kali anafurahi. Hii inawezekana mtu amegombana na mwenzake, lakini anapopita pale Patrick, anapopita pita, anapomuona Maria, anapomuona yani, wanajikuta wana engage pamoja, maisha yanaendelea, na hmm. ni kitu ambacho kinahusisha watoto, vijana, kina mama so Unafanya kazi nzuri sana ya kutusaidia Tanzania na wasi wa Tanzania kupata burudani, kupata furaha. Kwa hiyo kuwa uh, sehemu ya Lamata uh, Village FC ni jambo la fahari sana. Hilo nalishukuru na sitoficha. Nashukuru sana kwa hilo. <clears throat> Lakini jambo lingine zuri ni kwamba unapokuwa na unapokuwa na unapokaa karibu na waridi basi unanukia. Eh, Lamata uh, ni waridi. E, ananukia kwa sababu amekutana na Selcom jamani. Ananukia anukia. Selcom wamenikumbusha kitu kimoja ambacho wao wamekuja nacho in a very positive way. Mimi mara ya mwisho kumuona, mara ya kwanza kumuona mtu analia ni mtu ambaye ni mtu mzima, lakini alikatwa kwenye ujumbe ndio, hmm. Mara ya kwanza namuona mtu analia. Yaani mtu amekatwa anatoka, nawambia bwana, vipi ndugu yangu, wamenichinja. Mara ya pili namuona mtu analia ni mtu ambaye amekatwa kwenye kufaulu form 4 kwenda form 6. Anasema nimepambana, lakini nimekatwa kaka, sijapita. Mara ya tatu kumuona mtu analia ni kwamba amekatwa, alituma pesa sehemu lakini hiyo makato aliyokatwa alisikitika badala ya kufurahi skom. So, akasema sisi hatutaki mtu akatwe yeah. Na kama atakatwa basi ni kiasi kidogo sana ambacho akitomfanya afil chochote kwa hiyo yeah. Ameamua kuja na tano Bajero, Bajero. Imeisha hiyo jero mia mara yako mitano, vitu vingine vyote vinaendelea yeah. Huu ni unafuu wa maisha a uh, wamefanya research yao, wamegundua kwamba watu wanatakiwa wafanye kazi, wanatakiwa watumie fedha zao. Uh, haijalishi unamtumia nani, unatuma kutoka wapi kwenda wapi, lakini unapokuwa na Selcom unajisikia huru na unajisikia uko nyumbani. Mama natakiwa apate elfu ishirini ifike elfu ishirini, na lakini wewe mwenyewe ubaki na kiasi chako ambacho kinatakiwa kubaki, sio tena makato ndio mlima. Aah, hakuna hiyo. Kwa hiyo kuna hesabu <coughs> zinaitwa magazijuto: gawanya, jumlisha, zidisha. Sasa wewe chukua, jumlisha chukua Lamata uh, Village FC Lamata Village Entertainment, jumlisha na Selcom, unapopata hapo ni furaha tu. Furaha tu kwa maana unakiona hapa sisi muda wote, unapomwona Stanley Msungu, ukimwona Love, ukimwona Alice, ukimwona Justin, ukimwona Chris, ukimwona Samofi, ukimuona... yani kila mwanafamilia wa Lamata anafurahi kwa sababu wana nyenzo zote kuanzia kwa Lamata mpaka washirika wao Selcom na kuendelea bos, uh, boss nikwambie kwamba kama kocha Tupamovich, nimefurahi sijutii hata, na nina furaha zaidi kuwa sehemu ya Lamata, lakini furaha yangu imeongezeka zaidi baada ya malkia wetu pale Lamata kuniambia kwamba tunaenda kufanya jambo tukiwa na Selcom. Watu watamwaga jasho usiku, lakini sisi alhamdulillah mapema tu. Ni haya tu kwanza kwanza, cha kwanza ni shukuru Ramata Village Entertainment ambao kupitia uh, rais wetu wa Ramata Village Ramata Rea Mwenda Mseke, Dr. Rea Mwenda Mseke akaona <laughs> kwa, uh, kwamba sisi kama kijiji tunakuwa na vitu vingi uh, bosi Lamata Sports Club uh, mm, maanake ndani yake kuna michezo mingi sana. Hii ni sehemu tu ya michezo ambayo tume. Tunajua hamta tuacha tuko pamoja sisi tuko hapa. Kabisa. Nataka niwaambie tu wachezaji wangu uh, tukuja nao wote uh, tunashukuru kwa namna ambavyo wamejitoa uh, kupambana na timu tangu tuangia katika mashindano. Tumeenda kwenye hatua inaofuata ya robo finali. Mungu atujalie tukafika nusu finali. Mm. -hmm. Lakini kampendeza Mungu, tuna furaha leo. Ndio maana tujaenda finali mapema. Na washukuru sana kwa mapambano viongozi, eh, benchi la ufundi, watumishi, uh, wenzetu kutoka ofisini, na washukuru sana. Lakini pia nashukuru Selcom. E, tano kwa Yeah. Yeah. <laughs> Mimi ni kiherehere wa wa Selcom Pesa. <laughs> <laughs> Oh, nitaizungumzia sana. Pia nikupongeze bwana Trupa. Nashukuru. Eh, kwa sababu eh, umeonyesha una kitu ndio maana rais akasema Trupa aje kwenye kwenye benchi lenu mkae naye pale na umekuja. Sisi tutakwambia kitu kimoja. Na rais anasikia, sisi tuko na wewe mpaka mwisho, kwa sababu mkataba wako ni wa kudumu. Sasa mimi naomba nikaisha maneno yangu, Captain wa timu kafika hapa sasa hivi, sasata <ohiina> akanisaidia majukumu yangu mengine asan.